Kwa majina yangu ninaitwa Juliet John Katabwa, ni mkazi wa Dar es Salaam. Nilikuwa na changamoto ya kuweza kuwaona watoto wangu hasa hasa yule mdogo ambaye yuko chini ya miaka 14, takriban na takribani miaka 11. Nilihangaika niliangaika sana, na baada ya kukosa suluhu niliandika barua kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na baada ya wiki moja nilipigiwa simu kutoka katiba na sheria Walinipa maelekezo vizuri walinishughulikia vizuri, na shauri langu lilirudi mahakama ya mwanzo Ilala. Nilisaidiwa vizuri sana na mahakimu wa pale, nilisikilizwa, na sikuwa na mwanasheria lakini nilipata msaada, na sasa hivi ni mama ambaye nimerudisha tumaini la kuishi, nimerudisha nafasi ya kama mama, kwa sababu naweza kufika shuleni kwa mtoto wangu kumwona na hata mtoto wangu ana furaha na anaendelea vizuri na masomo yake. Napenda kuongea na mama unayonitazama, mtu yoyote kimbilia msaada wa Samia Legal Aid, ni msaada ambao hauna majuto. Amna kushereheshwa hukumu zangu hizi hapa, nina furaha sana kwa sababu nilisikilizwa kwa njia ya simu kutoka katiba na sheria, nilisaidiwa na sasa hivi nimerudisha ndoto zangu zote. Kwa hiyo ninakushukuru sana mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na wasimamizi wako wote ambao walinipokea pale ofisini kwako. Nilisikilizwa na nimerudisha tumaini. Kama mama wa Kitanzania, ninatoa shukurani sana sana sana, na ninatamani watu wote msikate tamaa. Kimbilieni kwenye msaada wa Mama Samia, mtaona haki zenu zinarudi na mnaishi kwa amani. Ninaamini hata hivyo vingine ambavyo vimebaki kupitia msaada wa katiba na sheria vitafanyika, lakini kubwa sana ilikuwa kumwona mtoto wangu, na nina furaha sana sana sana, na hata leo nimekuja kwenye uzinduzi na nimeshakuwa sasa barozi. Karibuni sana kwenye msaada wa Samia Legal Aid kuna kila majibu, kuna majibu yote. Msisikilize maneno ya mitaani, msikatishwe tamaa, njooni kwenye hichi kitengo wapo siku kumi hapa Dar es Salaam, watakusikiliza utarudisha tumaini na utaweza kujenga nchi yetu ya Tanzania.